Mitaa ina watoto. Maana yake ni kwamba kinachokuwa kimeingiliwa ni ushirika. Uhusiano utabaki pale pale wa mume na mke, hata kama watatengana, bado wasema huyu alikuwanga mke wa fulani. Uhusiano huko pale pale, kilichoharibika pale ni ushirika. Na ushirika ukiharibika, hakuna mawasiliano tena, na kama mawasiliano hayapo, maana yake ni kwamba familia haipo. taka kurudi turudi turudi, turudi. Kwenye bustani ya Edeni. Bwana Yesu asifiwe. Sijui kama unanielewa. Amina. Eh, tunasoma tu dakika, wasikilizaji hapa wanatazamia mambo. Ngoja twende kidogo ili uanze kuona uharibifu mpaka watoto leo wanapata shida mpaka watoto leo hawapendeki mpaka watoto leo wanafanyiwa ukatili mona na mbaya zaidi tayari, kwa sababu kuna mvutano, watoto wanakosa mwelekeo. Wakikosa mwelekeo, maana yake tunapata taifa ambalo halina mwelekeo. Lakini kwa leo tunataka turudi tukatengeneze maisha yetu, tunataka tutengeneze huku kwa baba na mama. Wakina baba, tujifunzage kulia. Mimi nataka niwashauri wakina baba, tujifunze kufanyaje. Mimi huwa nalia. Eh, unacheza nini? Unamwona mama sisi, oh, hey, hey. Mimi nafikiri baba na mama, usinibabaishe hey. Analia, anatoa sumu. Wakina baba sasa ni kugugumia, so, ndio maana tunakufa sana eh. Sijui kama unajua hiyo Eh? Tunakufa sana kwa sababu tumemeza sumu za kutosha. Ukilia sio kwamba utachekwa. Unalia wow, tu nyumbani kwako, chumbani kwako eh? na nashinda, nataka twende tu kwenye maneno ya Mungu hapa, ili mimi nikienda kidogo pale na hapa, ndio nataka nikae vizuri sana eh? Kae vizuri sana kwa, kama watoto wakikosa uelekeo, ni sababu ya mama au baba wamekosa uelekeo katika maisha ya uhusiano kati ya mume au mke, au kwa cheo baba Kuna kitu kinaitwa uchoyo. Sijui kama unaelewa, kuna kitu kinaitwa uchoyo, na uchoyo uwezekano unaanzishwa na baba wa familia au mama wa familia. Na huu uchoyo ukishawapiga mume na mke, maana yake watoto wamepiga. Utanielewa hey? Baadaye Biblia inasemaje? tunazungumzia mapenzi hapa.